Karibu katika chaneli ya kupendwa ya Feaboy kwa update zote za ajira, kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia ya simu yako ya mkononi. Katika video ya leo, tutakwenda kuangalia nafasi za kazi za ualimu, mwalimu wa hisabati pamoja na mwalimu wa physics, mathematics and physics. Na nafasi hizi ni nafasi za MDA pamoja na LGA, nafasi 912 zimeweza kuonezeshwa yo ni mwalimu daraja la tatu C, Hisabati o mathematics nafasi 709. Majukumu ni kuandaa azimio la kazi, maandalio ya masomo, nukuu za masomo na mpango wa kazi wa majukumu mengine, kutengeneza na kufaragua zana za kufundishia na kujifunzia, kusimamia na kufuatilia mahudhurio ya wanafunzi shuleni. Sifa ni mwenye shahada ya elimu bachelor of education au shahada ya ualimu bachelor of education yenye somo la kufundisha la hisabati au la shahada isiyo ya walimu au ya elimu yenye somo la kufundishia la hisabati pamoja na stashahada ya uzamilifu ya elimu postgraduate diploma in education kutoka vyuo vinavyotambulika na serikali. Ngazi ya mshahara ni TGTSD. Nafasi zingine ni mwalimu daraja la tatu si fizikia au physics, nafasi 201 na sifa ni shahada ya elimu bachelor of education au shahada ya ualimu bachelor of education yenye somo la kufundisha la fizikia au shahada isiyo ya ualimu au elimu yenye somo la kufundishia la fizikia pamoja na stashahada ya uzamilifu ya elimu postgraduate diploma in education kutoka vyuo vya elimu ya juu vinavyotambulika na serikali. Ngazi ya mshahara ni TGTSD. Mlezi wa watoto child care assistance, kuna nafasi mbili. Kazi ni kushiriki na kutekeleza mpango jumuia jumui wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto ECD Integrated Plan, kuandaa na kuendeleza ratiba ya shughuli za kila siku katika kituo husika, kubainisha na kutumia mazingira salama ya kujifunzia watoto. Sifa ni wahitimu wa kidato cha nne au kidato cha sita waliohitimu mafunzo ya astashahada ya elimu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ustawi wa jamii saikolojia kutoka chuo kinachotambulika na na serikali. Ngazi ya mshahara ni TGSB. Masharti ya jumla ni kwamba waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri usiozidi miaka 45. Waombaji wa nafasi zisizo za shahada wasizidi umri wa miaka 25. H, waombaji wa nafasi za shahada wasizidi umri wa miaka thelathini. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na kupaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma. Kinahakikisha umeambatanisha cheti chako cha kuzaliwa kilichothibitishwa na mwanasheria au wakili. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 28 Januari 2026. Kumbuka kuandika barua yako ya kuombea kazi iliyosainiwa na barua hiyo ilekezwe kwa Katibu, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, mtaa wa Mahakama, SLP 2320, mtaa wa Mahakama, Tambukareli, Dodoma. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira, yani ajira poto. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa pale tunapoachia video mpya. Asante na karibu.